Ya msajili wa vyama vya siasa wamekwenda kuwarubuni waliokuwa viongozi wetu, mmoja waliyekuwa viongozi wetu na mwenzake mwingine, mtawataja kwa majina. Wakaenda kumrubuni aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama upande wa Zanzibar, anaitwa Said Issa Muhammad. Yeye akawa mstari wa mbele kufungua kesi, nyuma yake akawa aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar anaitwa Salum Mwalimu kafungua kesi mahakamani, ya kwamba wakatoa hoja ya kisingizio tu kwamba maslahi ya Zanzibar hayapewi kipaumbele ndani ya Chadema. Hiyo hoja si ya kweli, lakini hoja ya kisingizio tu. Swala la msingi ni kitu gani? Wameiomba mahakama eti mahakama itoe amri ya kuzuia shughuli zote za Chadema nchi nzima mpaka hiyo kesi ya msingi itakaposikilizwa. Yaani ikiwa miaka kumi, ikiwa miaka mingapi, mpaka kesi itakapoisha, shughuli zote za Chadema iwe ni mkutano wowote nchini, uendeshaji wa makao makuu ya chama aka chama chochote kinachohusu Chadema kizuiwe. Sasa nataka kuwaambia, nataka kumwambia rais Samia nataka kuwaambia waliotumwa hii, mbinu nayo itashindwa. Safu yetu ya mawakili imekwisha jipanga kwa mapambano mahakamani. Kesi hiyo inakuja mahakamani tarehe kumi na mbili mwezi Mei. Nawaambia wanachadema wote wapenda demokrasia wote wote wanaotaka haki katika taifa letu wote wanaoiamini Chadema ndani ya nchi yetu kama ambavyo tumeungana pamoja kwenye kesi ya Lisu mahakamani, hatimaye amri ya awali imetoka. Lisu sasa haki yake ya kuletwa mahakamani tarehe kumi na tisa ataletwa tarehe kumi na tisa Mei mahakamani, tutakwenda kupambana mahakamani hivyo hivyo. Kabla ya tarehe kumi na tisa watanzania wote wanaoipenda Chadema tuelekeze nguvu tarehe kumi na mbili kwenye kesi hiyo, tarehe 12 kwenye mapambano haki, ili haki itendeke. Katika hatua hii, nimwambie tu rais Samia, nimwambie na msajili wa vyama vya siasa kwamba hatua hiyo ya kujaribu kutaka kuzuia shughuli za Chadema, hatua hiyo tutakabiliana nayo kwa nguvu kubwa, kama ambavyo tumekubaliana na tumekabiliana na mbinu zozote haramu dhidi ya Tanzania.